Na mtazamaji, karibu. Mi nafahamika kama Rashid Abdalla na hali ya taharuki imetanda katika eneo la Kainuk mpakani mwa kaunti ya Pokot magharibi na Turkana baada ya watu wanaoaminika kuwa wezi wa mifugo kuvamia watu waliokuwa wakizoa mchanga katika mto Malimalite na kuwaua watu wawili kwa kuwapiga risasi. Katika tukio hilo, askari wa akiba aliuawa na bunduki yake kuchukuliwa huku kijana mwingine mwenye umri wa makamu akiuawa kwa kupigwa risasi. Wakazi wa Kainuk wamejitokeza kulaani jirani tukio hilo ambalo limejiri licha ya kuwepo kwa vitengo vyote vya usalama eneo hilo wakiwemo KDF. Kufikia sasa kuna yoyote aliyekamatwa? KPR bas ameuawa, bunduki imechukuliwa. Instead of them to follow that gun, they are coming to beat us. Here is like toa bunduki toa bunduki toa bunduki Wavijana huwa wanatafutanga riziki yao hapa kwa laga, kuenda wameenda na tipa kuanza kazi kuanza kazi, kumbe au wajangili walikuwa wamejiami, wako mstuni, kukuwa mstuni hapo. Hivyo katika harakati wa vijana wanaendelea kufanya kujaza tipa, hata hawajajaza, wakasikia watu wanaongea mstuni, watu wanaongea mstuni, hebu tujaribu kutoka

ukakataa kuja kufanya mambo eh, jikwa la usalama, mahali ambapo hali ya usalama ni tete, ukaamua kwenda kufanya usalama Lodwa, lakini unaona sasa kwa, kwa wakati huu Kainuka ikaliki, watu wetu wamekuwa wakiteswa, watu wetu wamekuwa waki, wakitegwa nyara na wengine pia miili yao haipatikani, na wakazi wakaita